Kwa ni wapongeze TANAPA kwa kuimarisha mbuga hii, na kwa kuboresha mazingira hapa ya kuingia mbugani. Nimefurahi kusikia kwamba mnaishi vizuri na wenyeji. Ongezeni kuwafunulia fursa wananchi hawa ili wanufaike. Hakikisheni sasa wananchi hawa wanajua ni mambo gani muhimu yanayovutia watalii ambako kwenye mbuga zenu nyingine watalii wanawapenda sana, ili nayo yawepo hapa na wafanye hawa wananchi wenyewe ili wapate kunufaika na uwepo wa mbuga hii. Ule mshikamano mlionao ni mzuri zaidi, utawafanya hawa waiwe huru kwenye eneo hili kufanya biashara. Hata kule waliko, wageni hawa wanatamani kuona nyumba tunazoishi ziko ziko wapi? wageni hawa taka kuona zana mbalimbali za kiutamaduni nyie, ndio mnazijua, tengenezeni peperusha mahali huko, ili wakija, akishatoka mbugani anasimamasimama hapo, anaacha pesa anaondoka zake. Lakini mbuga hizi zina manufaa makubwa kwenu, wananchi, kwa nchi nzima, kwa sababu tunakusanya maduhuli, lakini tuna eneo lenu wenyeji wa we eneo hili kufanya biashara za vivutio mbalimbali ambavyo wageni hawa wanavitamani na nyinyi mnavyo. Leo tumejenga geti hapa, sijajua kwa taratibu zao kama eneo hili leo kukaliwa na nyinyi.